Mwisho wa mwaka Kenya, kuna mahali ambapo watu hukimbilia kama nyuki kwenye asali. Wapi? Mombasa. Wenyeji husema kuingia Mombasa ni harusi, kuondoka ni matanga, na unapofika hapa tu unajua ni kwa nini. Mombasa raha kutoka karaha. Ufukweni maisha hayasimami, ni kelele, ni muziki, ni vicheko, ni kama bahari yenyewe imeamua kusherehekea. Hata kabla hujajiandaa sherehe zimeanza, na chakula cha pwani hapo ndipo majaribu huanza. Mshikaki unanukia, viazi karai moto, madafu yanatuliza joto. Diet acha kabisa, Mombasa ina mpango wake. Usafiri wa hapa tuktuk -tuk, haraka, kelele, na dereva akigeuza kona, unajikuta kama uko kwenye mchezo wa video. Na ukiona msongamano usio wa kawaida pale feri, wewe tambua kuwa sikukuu zimefika. Masoko ya Mombasa, rangi, harufu, sauti na joto la biashara, kuanzia Old Town hadi Kongwea, maisha yanachemka, pilika pilika za krismasi hazikomi. Halafu usiku sasa ni hadithi nyingine kabisa: sherehe za ufukweni, muziki wa mitaani, watu wakijivinjari usiku mzima. Hapa usingizi hutafutwa Januari. Mombasa ni mchanganyiko wa furaha, msongamano, ladha, joto na ukarimu. Usishangae ukiona picha za bahari mitandaoni, kwani huku ndio makao makuu ya sikukuu za Disemba. Wewe vipi, shamra shamra zikoje hapo ulipo?